aliyesema katika hadith iliyosimuliwa na Uthman Ibn Affan, khairukum man taallama al-Quran wa allamahu, mbora katika nyinyi ni yule aliyejifunza Quran na yeye akaisomesha. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamfanya mtu aliyejifunza Quran, yani kitabu cha Allah, kuwa ni mtu bora, lakini siyo hivyo tu yeye akajifunza na akaisomesha kwa wengine, na hivi ndivyo ambavyo iliteremka Qur'an kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala uh, kwenda kwa Jibril alayhi salam, kisha kutoka kwa Jibril alayhi salam ikaelekea kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, akasomeshwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kama ambavyo Qur'an inaeleza. Uh, uh, hivyo, miongoni mwa aya zinazosema kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam amesomeshwa Qur'an ni sanuqri'uka fala tansa, tutakusomesha hii Qur'an, tutakusomesha hii Qur'an na hautokuja kusahau. Lakini pia vilevile uh, fa idha qara'nahu fattabi' qur'ana, tukikusomesha wewe hii Qur'an, basi ifuatishe uh, kwa namna ile ambayo sisi tunakusomesha. Kwa hiyo ni wazi kwamba uh, Qur'an uh, tangu mwanzo wake wa kila aliyepokea kutoka kwa Allah Azza wa Jal, alisomeshwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam, alisomeshwa Qur'ani hii, na vilevile vile Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwasomesha masahaba zake, e, usomaji mzuri wa Qur'an. Lakini pamoja na kuisoma Qur'an, lazima tufahamu kwamba Qur'an imefungamana na mambo mengi sana, yani imefungamana na adabu mbalimbali mbali za kuisoma hii Qur'an ambazo mtu wa Qur'an lazima alazimiane nazo au tunaziita hukumu mbalimbali kwamba mbali. E, unaisomaje Qur'an, utaratibu wake, mazingira mbalimbali mbali ambayo unazokawa nayo katika kuisoma Qur'an, lakini vilevile vile, e, misingi mbalimbali itakayokuongoza wewe katika kuisoma Qur'an. Na tunajifunza haya mambo kwa sababu Qur'an ni kitabu kitukufu kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, bali ndio desturi yetu, yani mwongozo wetu, lakini vilevile ndio mwongozo aliyochagua Allah azza wa jalla katika umma wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Na mtume sallallahu alayhi wa sallam akasema, hakika nimekuachieni mambo mawili, mambo ambayo mkishikamana nayo hamtakuja kupotea kamwe. Miongoni mwa mambo hayo ni Qur'an tukufu. Mtume sallallahu alayhi wa sallam akasema, nimekuachieni kitabu cha Allah azza wa jalla. Kwa hiyo atakayelazimiana na Qur'an hatakuja kupotea kamwe, lakini pia vile vile Qur'an huwa hablullahil matin ndiyo kamba ya Allah iliyonyoka na. Eh, eh, Allah subhanahu wataala akasema eh, watasimu wa bihabli llahi jami'an wala tafarraqu, shikamaneni na kamba ya Allah pamoja wala msitofautiane, msitengane. Katika eh, tafsiri zilizotafsiriwa na wengi katika wanachuoni ni kwamba kushikamana na kitabu cha Allah subhanahu wataala hii Qur'an ina mambo mengi sana ambayo tunalazimika kuyafahamu na kuyajua, ambayo eh, bila shaka wewe msomaji wa Qur'an unatakiwa ulazimiane nayo, na inakuwa hivyo kwa sababu eh, watu wa Qur'an ni watu ambao Allah amewachagua, na ni watu ambao Allah Azza wa Jal amewafanya kuwa ni watu wake wa karibu, kama alivyosimulia Anas bin Malik kutoka kwa Mtume sasallam alivyosema kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema inna lillahi ahlina minan nas, hakika Allah ana watu muhimu miongoni mwa watu, ana watu muhimu sana miongoni mwa watu. Masahaba wakamuuliza manhum ya rasulullah, tuambie hao watu ni watu gani? Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, qala hum ahlullahi hum ahlul qur'an ahlullahi wa khassatuh, watu hao ni watu wa Qur'an, yani ni watu waliohifadhi kitabu cha Allah lakini wakashikamana na kitabu cha Allah kwa mafundisho yake kwa maelekezo yake. Qur'an ikawa ni sababu ya kuwaondolea viburi katika nafsi zao. Qur'an ikawa ni sababu ya kuwaongoza katika njia zao na maisha yao. Qur'an ikawa ni sababu ya kuwaelekeza katika njia zote za kheri, na sio kwamba hii Qur'an wakajifunza Qur'an, wakawa na kiburi, wakawa na jeuri, wakawa ndio wanajiona ni watu wa juu kuliko watu wengine. La, hao watu sio watu, watu wa Qur'an. Bali watu wa Qur'an ni wale waliofuata walioielewa Qur'an wakaisoma vizuri kwa usomaji mzuri ulionyoka, lakini vile vile wakaielewa na wakaifanyia kazi. Hii Qur'an tutajifunza Insha Allah mambo takriban ishirini na mbili au ishirini na tatu mambo muhimu ambayo yana, yana, yana akisi hukumu na misingi ya kuisoma Qur'an. Jambo la kwanza na la muhimu ni eh, Sincerity, ni ikhlas, pale ambapo unajifunza Qur'an, na hii ni kwa sababu Qur'an, Allah Subhanahu wa ta'ala ameahidi kumnyanyua yoyote atakayenyanyua Qur'an, na vile vile eh, Allah Subhanahu wa ta'ala amemfanya yule ambaye amelazimiana na Qur'an na ameshikamana na Qur'an kuwa ni kiongozi, kuwa ni mtu wa mbele. Bali Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anawatanguliza watu wa Qur'an katika kila kitu kuliko watu wowote wale, katika swala, katika uongozi na kadhalika. Lakini vilevile vile, Mtume salm mpaka alimuozesha mtu kutokana na aya kadhaa alizozihifadhi katika Qur'an, ikawa ndiyo mahari yake na sababu ya yeye kupata mke e, mtu huyu sasa. Jambo ambalo ni la msingi anatakiwa lazimiana nalo msomaji wa Qur'an ni ikhlas, wakati wa kujifunza hiyo Qur'an au kuisoma, kwa sababu allah amejalia mahaba allah amejalia mapenzi na amejalia wito eh, eh, kwa watu kuwapenda watu wa quran bali ni katika iman ni katika dalili za iman kuwapenda na kuwatukuza watu wa quran kama alivyosema mtume saa salam inna min ijlali llahi eh, katika hii hadithi katika kumtukuza allah ni miongoni mwa njia za kumtukuza allah kuwakirimu ikramu ahli lquran kuwakirimu watu wa quran kuwapenda kuwatanguliza lakini kuwaheshimu na kadhalika. Kwa hiyo eh, pamoja na hili, anatakiwa huyu mtu anayejifunza Qur'an na anayeisoma Qur'an eh, kwa sauti zake tofauti tofauti au kwa hali tofauti tofauti, basi awe na ikhlas. Hili ni jambo la kwanza na la msingi. Ahakikishe mtu huyu ana ikhlas ya kutosha, na kwamba anaiegemeza ibada ile, kwa sababu kujifunza Qur'an na kuisoma ni ibada. Kwa hiyo, iegemeze ibada hiyo kwa Allah azza wa jalla na uiegemeze ibada hiyo eh, eh, kutafuta radhi za Allah na sio kutafuta sifa za watu wala kutafuta eh, eh, watu kukutanguliza na kukutaja na kukutamka kuwa na sauti nzuri, unasoma una, una, una Qur'an vizuri na kadhalika. Kwa hiyo usikubali wewe mtu Qur'an kuingia katika fitna hii, kwa sababu itakuwa inaharibu ile amali yako, itakuwa inaharibu ile ibada yako ya wewe kujifunza kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala au kukisoma na Alimamu anawawi rahimahullah, uh, alieleza kuwa katika watu ku wanaolazimika kuwa ni watu wa mwanzo wanaotakiwa wa wa wa kulazimiana na ikhlas, basi ni watu wa Qur'an yani watu hawa, kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallam ameeleza katika hadithi iliyosimuliwa na Abu Huraira, hadithi ambayo ni nzito na ni, ni, ni, ni nzito, hadithi ambayo ni tishio kubwa sana kwa watu wanaofanya amali mbalimbali mbali, hasa zile amali kubwa mfano jihad, mfano kutoa sadaka, mfano hiyo kusoma Qur'an ilm, na kujifunza ilmu na kadhalika. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema: inna awwala an-nas yuqda yawm al-qiyamati alayhi, hakika miongoni mwa watu au wa, mtu wa mwanzo ambaye atahukumiwa siku ya kiyama mbele yake Allah azza wa jalla ni mtu ambaye alifariki au alikufa shahidi, aliingia katika vita kwa ajili ya Allah akafariki akiwa ni shahidi, au akauawa akiwa ni shahidi. Allah atamuuliza mtu huyu, eh, kwa nini umeuawa eh, eh, katika hali fulani na fulani. Na yule mtu atasema ya Allah, mimi nimeuawa kwa ajili yako, nilipigana kwa ajili yako. Uh, Allah azza wa jalla atakataa kwa sababu eh, atamwambia wewe ulipigana ili usemwe na utamkwe na watu wa kusifu kwamba wewe ni shujaa. Kadhalika miongoni mwa watu hao atatafutwa au ataletwa

ili watu waseme kwamba wewe ni mwenye elimu, mwenye maarifa marifa e, wewe ni mtu ambaye ni kigogo katika elimu, lakini pia vilevile uliisoma Qur'an ili watu waseme, oh, yule ni msomaji mzuri, ona, oh, sauti nzuri, eh, sikia vina hivyo na kadhalika. Tayeb, sasa Allah atamwambia yule mtu wa Qur'an faqad qi. Subhanallah, tayari yashasema yani hayo uliokuwa ukiyafanya ukiyatafuta Uko kisoma ukisoma Qur'an ulikua ukitafuta sifa za watu na watu wakuseme na wakutaje wakutangulize tayari watu washasema washakusifu washakutanguliza tayari duniani ushamaliza huko lakini huku siku ya kiyama hautokuwa na ujira wowote Allah subhanahu wa ta'ala atamrisha thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya fi an-nar Allah atamrisha ataburuzwa kwa uso wake kuelekezwa katika moto wa jahannam wal iyadhu billah Ataburuzwa katika uso wake, yani he will be dragged into his face or on his face into the hellfire. Atasukumwa na uso wake kuelekea katika moto wa jahannam, walayadhu billah. Allah tukingi Kwa hiyo hii ni hadithi ambayo inatisha na inaonyesha umuhimu wa mtu kuwa na ikhlas, sincerity, katika kufanya e, ibada ya kusoma Qur'an, bali ikhlas hii ikhlas ni ibada ambayo inatakiwa kuwepo katika ibada zote unazozifanya wewe, sincerity kwamba unafanya hili jambo kwa ajili ya Allah, kuanzia sala, saumu, zaka na kadhalika, bila kutafuta sifa za mtu. Na hii ni moja, ni moja katika misingi ya ibada zote, na msingi wa pili, by the way, kuna misingi miwili ambayo, eh, ni muhimu ambayo bila misingi hii miwili hakuna ibada inayokubalika. Msingi wa kwanza ni ikhlas, ku, ku, ku, ku. Yani kutafuta fadhila au radhi za Allah subhanahu wa ta'ala katika kila ibada unayofanya, e, kuepuka kutafuta sifa za watu na watu kukuona na kadhalika. Lakini msingi wa pili ni almutabaa. Almutabaa ni wewe e, kufuata njia ya mtume ssal katika kuperform ibada yoyote unayofanya. Kwa hiyo ibada yoyote unayofanya ikikosa misingi hii miwili, fahamu ibada hiyo ni batilan. Yani inavunjika na haikubaliki.